kwa wachambuzi wangu siku hii hapa ya leo, Michael Hiera, kijana kutokea Mbinga, pamoja na Ayubu Hinjo ambayo tuko pote hapa kwanzia mwanzo mpaka hivi sasa, lakini sisi tunaondoka tunakuacha na makala, maz, makala maalum mazungumzo maalum ambayo uh, Rosemary Timzo Karugira ameyafanya na Robert Mchunguzi. Lakini shukran kwa watuzi wetu siku ya leo, Muhamed Muhamed, Gift Alex Macha, Lukaya Mbugita, Adriano James na wengine wote. Direkta wetu alikuwa ni Salim Super Mlege, mi naitwa Saidi Salim, unaweza kuniita kaka Saidi. Tukutane tena Jumatatu katika Jumatatu ya Viwanjani iliokuwa tam na nzuri zaidi, lakini kwa sasa na bamba uchaazilizobamba Karugira, uhali gani? Ni kukaribisha ndani ya exclusive na beautiful, Kanyigo Rosemary Timzo Karugira, na siku ya leo tunakwenda kuangazia mambo ya masumbu inamaanisha vitasa, na leo niko naye ndugu yangu, si mwingine ni Robert Mchunguzi. Wengi wanamfahamu well, kwa jina la Eh, Robby One sindio, ama yeah. Robby Pharmacy. Yeah. Najua ni majina ya nickname mm -hmm. mara nyingi mm -hmm. eh, Robby yamekuwa yakipata nafasi mm -hmm. kubwa sana mm -hmm. ya karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante sana. Robby, ulianza lini kupenda ngumi? Na, sisi ngumi tumeanza muda mrefu takriban miaka kama ishirini na mitano iliyopita iliyopita iliyopita. nini kilikuvutia kupenda vitasa na vitasa mimi, kipindi na kumka tuko wadogo, tuko tunamkaga mapema kwenda kuangalia za Michael Tyson za kina eh, yeah, eh alafu hiyo, ukichelewa tu dakika mbili unakuta pambano lishaisha. Alafu yeah, tumekesha kusubiri au umekesha alafu zingizi umekupitia kidogo, ukiamka unakuta pambano eh, lishaisha eh, eh. Ndipo tuanza kupenda ngumi kuzifuatilia na baadaye tukaona wabongo wanaanza, watanzania wanaanza kuibuka kwenye ngumi, tukaanza kufuatilia tu hapo. Okay, kila kitu chanzo, kina chanzo. Kwa hiyo chanzo kina chetu kilianzia hapo hapo kwenye ngumi, na ukaanza kuona hapa mm. ni nani alikushawishi kutoka kule kwa kina Lennox Lewis, ukaja kwa kina Tyson, mpaka kuja hapa kwa kina Manny Pacquiao mm, na hatimaye ukaanza kuvutiwa Tanzania? nakumbuka kama miaka kama ishirini imepita hapo. Mtazamaji anaweza kujiuliza, yeye Robert Mchunguzi ni nani katika vitasa? Yeye ni bondia? Hapana. Yeye amejikita kwenye swala zima E, la kuangalia afya za wachezaji na hasa mara tu baada ya kumaliza mapambano. Tunajua kwamba huwezi kupanda ulingoni bondia yeyote ulimwenguni bila kupima afya, lakini je, kibongobongo, watu walikuwa wakimaliza pambano, ushapata vitasa vingi sana kwenye maeneo ambayo ni very sensitive, je, wamekuwa wakipima afya zao? Robi, ah, akasema ngoja nipige hodi hapo Robert, kwa nini hukuamua kuingia kwenye michezo mingine na ikawa ngumu? Na kama nilivyoeleza awali kwamba tulipenda kuanzia hapo, lakini pia tukapenda ngumi zaidi tukajikuta tumekuwa wadhamini wa, wa afya kwenye boxing. Na kwa nini tuliingia huko kudhamini afya baada ya kuwa tumependa ngumi? Tulikuwa tunasoma vipengele vipengele vya mikataba nini, nini, taratibu na kanuni za boxing kuna kipengele kwa kinasema kwamba bondia inabidi acheke apime afya daktari ambaye amesajiliwa na TPBRC wawezi confirm vipimo vya bondia sasa. Unakuta muda mwingine promoter anaandaa, gharama inakuwa kubwa, anashindwa kuwapeleka wote kwenye kupima afya, na tukaona tuwasaidie hawa mabondia ma wasiweze kushindwa kucheza, kwa sababu kama wakuta hujapima, huwezi kucheza tukajikuta tumeshaingia kwenye upande huo na tukaanza udhamini moja kwa moja. kabla ya kuingia hali ilikuwaje? Ah, tulikuwa tukifuatilia kwenye upande wa afya, ilikuwa si wote walikuwa wanapima, unakuta mwingine anapima mwingine anapimi, nakuwa hivyo. Na kikubwa zaidi ilikuwa ni kwamba walikuwa na elimu ya kutosha kuhusu afya zao na baada ya kuwa tumekaa na Dr. Hadija ambaye amesajiliwa na TBRC, mm, tukakaa tukazungumza naye, na tunafanya naye kazi muda mrefu, na tumefanya kwa ushirikiano mzuri sana, na tukawa tunampa elimu, kila mmoja akatambua maji wa afya tena. Wengine wameweza kujilinda zaidi kupitia maoni yetu, kupitia somo tulilowapa wao. Kwa hiyo wengine walikuwa korafu, nakuta sasa hivi mtu smati anajua afya yake awezi kucheza alafu awezi kufanya chochote. Kwa hiyo najua kabisa, hapa nikicheza vibaya, nikipata shida, siwezi kucheza game. Kwa hiyo kila mmoja kiafya akawa anajilinda kutokana na elimu aliyoipata tangu umeingia. Unaona mmefanikiwa eh? kuna utofauti na nyuma, yani mambo yako vizuri au kuna kitu bado unahitaji kuongeza au mlipo, muendelee kumaintain hapo hapo? Ha, kwa kweli kwenye upande wa afya au kwenye upande wa bondia kuna msaada mkuu unaitakiwa kwa sababu ukiangalia tulivyoanza na tulikofikia ni pazuri, tumeboresha zaidi, kwa sababu kipindi tunaingia mambo ya ilikuwa mna kipindi tumeingia mambo ya kucheki, mambo ya vipimo vyote, kwa kuwa cheki vipimo vyote walikuwa wanacheki labda labda labda HIV, na na labda na H pylori si nini. Sasa sisi tumeanza kupima vipimo vyote karibu ya kumi, vyote tunapima kwa hiyo kwa hiyo tumeboresha zaidi kwenye vipimo pia, tukaboresha kwa sababu ulikuta ulikuwa unakuta bondia akicheza akiingia mkataba na na promoter, akimaliza kucheza biashara inaishia pale. Si Robby One, tukaongeza kipengele kwamba pamoja na kuwa tumedhamini afya, tumeishia pale, aendapo mtu yote ameumia kipindi anacheza ya kesho yake, tukampa taratibu, tukatangaza tena Azam TV, tuwatangazia kwenye kupitia televisheni za Azam TV kwamba kila yote atakayekuwa ameumia aje ofisi ya Robby One Pharmacy atapewa taratibu za kuenda hospitali kapimwa, na pia atatibiwa kwa gharama yetu sisi Robby One. Kwa hiyo kipengele bure hicho, kipengele tukiongeza kwenye hayo maswala ya ngumi. Umedhamini eh, ma wachezaji wengi kwa maana ya wana masumbwi, mabondia wengi, lakini mmoja kuna kama hivyo umezungumza, sijui akina kaoneka, tumeona wakina Mandonga, wakina Dula Mbabe, lakini vipi kwa hawa wengine ambao eh, ni chipkizi kwa sababu naona kama kuna minong'ono minong'ono, kwamba kama umejikita sana kwa hao ambao ni ambao e, wanajulikana sana sana. Sisi sisi, kama Robby One ndio, kwa kuwa tuko upande wa afya na tunahakikisha kila bondia anapata akizake za msio kutokea kwetu. Sema akiongea mtu kama Mandonga, watu kwenye jamii ni rahisi sana kumsikiliza nini ameongea, kuliko akiongea wa, wa mtu wa mwisho huko wengine ajulikani kwenye katika jamii, wamjui wengi, ajawa na jina kubwa. Ndiyo. Kwa sababu sisi wakisema, wamesema, kwa sababu mimi nimesaidia mabondia wengi ambao nakuta mtu ameumia, umi naenda mpaka hospitali, labda nataka msaada au unasaidia Rodi, Jaffer, kuanzia, al, kwa mfano kama ofisini tukazungumza, alitenguka bega akamsaidia, lakini hakuna mtu anayejua kwamba nimemsaidia mm. Leo hii ndio watu wanaweza kujua kama kuju na mm -hmm. Alafu kuna Alex Kachelewa alikuwa kama kijana wangu, yuko kwa mzee Kinyogori pale, tunamvalisha Habibu Kinyogori, tunampa kila kitu ambacho anataka, supplementi za dawa, kisha mwili wake unakaa sawa. Huyo hakuna mtu yote anajua kama tusha kumsaidia. Alafu kuna mtu anaitwa Nampepeche, Nampepeche tusha kumvalisha, nakuona iko karibu ni, ni, ote, watu wangu wote ni familia moja mm. Alafu kuna ah, Ahmad Fraisha, Ahmad Fraisha yule kijana wangu pia kuanzia kumvalisha mpaka enda kwenye, kwenye sehemu ya kupima afya tunampa magari na nini ma, ma, ilivorudi kwa ngumi eh, ilimwona pala kilipigwa kweli kweli mm. Kwa hiyo vijana wote tunawapa support siwezi kutaja wote kwa pamoja, yeah. Lakini ni wengi ambao tunasapoti kuachana na kina Kalimandonga mandonga na Durambabe na Twakiduku na, na wengineo lakini pia unakumbuka kama ile mechi tulienda Songea. Mimi najua hizi mechi zote za Tanzania hizi zote so, inavyokuwa zinachezwa mikoa yote mimi huwa okay, safi na na mabondia naenda huko okay. Nakumbuka tulienda Songea, alicheza Shabani Kaoneka na na na Karim Mandonga mtukazi, na baada ya game ile uliona Shabani Kaoneka analamika kwamba watu hawamjali na nini, yeye ndiye ameshinda, lakini watu wote kwenye wako upande wa wa, wa Karim Mandonga lakini tukawa tunaomba ile mechi irudiwe baada ya huko siku za usoni, na ile bahati nzuri Meja Semenyo kaiweka juzi hapa mwezi juzi, tukaiangalia ile mechi lakini nikawa promise kwamba atakayeshinda hii mechi ni nitampa zawadi ya fridges. Ina maana pale sikubagua kwamba huyu ni Karima Ndonga rafiki yangu wala Shabani Kaoneka rafiki yangu, ndio katikati na aliyeshinda ndaliyepewa zawadi. Ulifaidika nini wewe kumpa Kaoneka hiyo fridge? Eh, sisi, sisi raha yetu ni kuona mabondia wanaendelea kufanikiwa wanaendelea kuona kipato, yaani unajua unaweza kuwa sehemu na kuja labda Azam TV eh. Naona sister hapo, suiti na o, nafanya wapi? Nafanya sisi tangu hapo na suti na nini, anafanya wapi? Anafanya kazi sehemu fulani eh, sasa tunapenda sana mabondia kuona na wao wanabadilika. Kwa mfano naweza akamsifia promota mmoja ambaye ameweza kutoa mfano hapa Tanzania ambaye hmm, ni Mafia Boxing ameweza kutengeneza timu ya ma, ya mabondia ma wake. Amewajengea sehemu yao ya mazoezi, ma sehemu ya kuishi. Yaani ukutana bondia bondia kweli mpiga suti na gari yake. Au ndio mabondia tunaotaka Tanzania? Hmm. Eh eh, sasa wajifunie, wajifunie kafya yao. Ukimuuliza Mafia Boxing anapata nini? Pengine mpaka sasa hivi toka ameanza kuwekeza, unaweza kutaja haikupata chochote. Ndio sisi Robby One. Sisi na furaha yake ni kuona sisi furaha yetu ni kuona mabondia wanaendelea, wanaendelea eh eh wanakuwa na afya nzuri, wanakuwa na kila kitu ambacho kinatakiwa mwanadamu hawe nacho. Ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo, Robi? Kwa sababu eh, mara nyingi tunavyojua kwenye upande wa mabondia kidogo nidhamu eh, haiko sawasawa. Nakumbuka hata siku moja eh, promota maarufu tumetoka kumzungumzia hapa Mejasemunyu hmm. Aliwahi kusema akimpongeza huyu eh, wa Morogoro anaitwa Twa Kiduku kwamba mabondia kidogo kwenye swala la nidhamu ya kuwai kwenye kupima uzito na vitu vingine, kidogo nidhamu imekuwa haiko sawa sawa, lakini akamtolea mfano Twaha Kiduku akisema kwamba nataka ni msifu mbele yenu, amekuwa kwenye swala la nidhamu eh, amekuwa sawa sawa. Kwa nini nawapa changamoto gani hiyo? Mm, naweza akalielezea kwa ufupi kwa sababu mm, mabondia na zamani walikuwa hawajajitambua, walikuwa hawajajitambua mchezo wa ngumi walikuwa wanaofanya kama ni sehemu ya mazoezi tu, sio sehemu ya kipato, lakini kupata wadhamini wakubwa, wazazi wa, walezi kama Azam TV mm, ameweza kuweka nguvu nyingi sana kwenye boxing, na ndio maana unaona boxing imeanza kubadilika sasa, na mabondia akaanza kujitambua kwamba ah, kumbe bondia inabidi yao hivi, wakawa naanza kuwa na discipline, wakaanza na hisi, na hata walimu pia wanafundisha adabu. Mimi mm, naweza kucheza michezo ya quality, wakati tunafundishwa heshima. Hata tuna salamu zetu unapofika pale mnasalimiana kwa heshima. Kwa hiyo naishi hata kwenye boxing huaga kuna adabu anafundishwa. Inaonekana kama una nidhamu hata mwalimu wako hawezi kukaa nawe atakufukuza. Kwa hiyo huko anafundishwa sema tu mazingira yale tunaoishi mtaani ndio yanakuwa yanatubadilisha. Ila naisemea ili kwa sababu mabondia wengi sasa hivi wamebadilika tofauti na wa zamani. Hata ukutana na bondia mkisalimiana kujua wewe atakuheshimu kama ambavyo uzani kwa maana ya ngumi sasa, baada ya Azam TV kuweka mkono wake <todakana> na kupata wadhamini mm, wengine kama ninyi mm, Robby One, mm, mambo na wao wameanza kujitambua, wameanza kujitambua kwamba mchezo inabidi wana na adabu, na kama una adabu, nani atakaa na wewe? Kwa hiyo kwa kazi yoyote ile. Kwa hiyo kwa kwa mtu wa kiduku uliye muongelea naweza kumpa namba moja kwa kwenye heshima kabisa, mm, ngumi kwa hivi sasa kwa ujumla unazionaje? Ngumi zinapanda kwa sababu nimeelezea kutoka tulianza kupanda na kuangalia ngumi. Kipindi cha nyuma, unaona mabondia anaenda anabadilika, na nakwambia sasa hivi bondia anavaa suti. Mimi zamani kwa sababu sikuwahi kuona bondia anavaa suti, sasa hivi bondia ana gari, sikuwa sikuona. Nakumbuka mara ya mwisho kama Meja Semu alichezesha ile mechi ambayo ilikuwa ni Durambabe na Toa Kiduku, yes, ilichezwa Ubungo Plaza, akatoa crown. Yes, ndio niona kwanza mchezaji wa kwanza anaendesha gari kama mimi, mimi kama mimi nianza kuona pale. Kwa hiyo kwa mchezo umezidi kuwa mzuri zaidi na, na mabondia ameweza kujitambua zaidi. Kuna kipindi Robi ulijiweka kando e, katika swala zima la kudhamini masuala haya ya ngumi e, na nikasikia kulikuwa na suala zima la kwamba e, udhamini wa pesa wewe sio na TPBRC hii hali ilikuwa na ugumu kiasi gani? Mambo yalikuwaje kipindi cha nyuma mm. Kama, kama menenukuu tulivyokuwa tumejiunga tume na boxing, tuliingia kusaidia mabondia kwamba wasikwame kwenda kupima afya, lakini TBRC wakaingiza kipengele kwamba lazima ulipie yani, pamoja na kudhamini kule mm. lazima ulipie gharama TBRC na kama sikosei, TBRC aikuongelea boxing aikuongelea afya peke yake iliongelea mpaka watangazaji mpaka wote wawe na leseni za kufanya kazi na TPRC, na TPRC. mm -hmm, ndio hapo tulisimama tukatengeneza mkataba, tukafanya mkataba na TPRC, tulikuwa tulikuwa tunalipa, kuna gharama tulikuwa tunalipa TPRC. Kwa hiyo tukaanza tukanyua mkataba tukaanza mkataba mpya na TPRC. Kwa hivi wa hivi sasa eh, kuna uongozi wa mpito wa TPBRC kama ambavyo tumeona kuona, eh, take one, take two kwa hivi sasa kuna uongozi mpya kwa maana wa uongozi wa mpito wa TPB RC na mwenyekiti wake akiwa ni Patrick Nyembera, una mtazamo gani katika hili na ni nini ungetamani uongozi huu wa mpito chini ya mwenyekiti Nyembera uone ukifanyika, ili ngumi zinaporejea basi, ikiwa e, na uongozi mpya mambo yanakuwa bulbul? na ndio hicho tukua tunakiombea, tupate kiongozi aliyo bora, tupate kiongozi ambaye anafanya kazi sehemu fulani, ile sehemu asiende kutegemea, kama ni sehemu moja hapo ya kazi yake, ile sehemu kwenye, kuifa, ngumi. Kwenye ngumi ile sehemu ya ngumi tuifanye kama sehemu ya kusaidia wale mabondia, si wewe kwenda kuchuma, sio wewe kwenda kupata hela pale, uendeshe maisha yako ya nyumbani, hicho tuituka tunakiombea, na tumeshukuru kama Patrick Nyembera amechaguliwa ame, ame kuwa pale, kwa sababu Pati Nyembela natumaini natu, natu hatotegemea tegemea hela ya pale, ana shughuli zake za msingi. Kwa hiyo pale anaenda kusaidia wale mabondia. Kwa hiyo utaona mchezo wa ngumi utabadilika taratibu tabadilika tara, kwa sababu unakuwa mtu anataka kucheza, anawekewa kikwazo kidogo, ili mradi aweze kutoa chochote, wale maisha yaende na huyu ndio aweze kucheza. Kwa hiyo vikwazo vikwazo vile vitakuwa hamna. Kwa hiyo naweza akasema uh, huyu waziri wa, wa michezo amefanya kitu kizuri anatupatia kiongozi aliye bora, lakini yeye kumbuka, ni wampito na kazi yake, jukumu kubwa ambayo amepewa na waziri Pamagamba e, Kabuni ni kuhakikisha kwamba wanafanya uchaguzi na anapatikana aliye kiongozi bora ama viongozi bora, kwa kuwa amewekewa kwa muda hiyo. Mm. ni taratibu. yes. Lakini pia hakuna sheria inayomzuia asichaguliwe tena kuwa rais wa, wa, watu ambao wamemchagua, hmm. Anaweza akapo kwa muda na pia tutakuwa tunamwangalia kwenye muda huu amewezaje kusaidia boxing, amewezaje kusaidia mabondia. Je, ameboresha kitu gani? Hivyo ndio tunavyoviangalia kama atakuwa amefanya vizuri, sasa mchagua huyo awe rais wetu wa boxing. Wow. Eh? Sasa hivi mnatamani nini kifanyike kwenye hii kamati? Nini ushauri wenu? Tumia jukwaa hili kwa sababu mnatamani kama ambao mmesema. Mnatamani jopo lake eh, Aksenao Kinashafi, Dauda eh, nini kifanyike? Aa, kifanyike kwa ninachosema kimefanyika, naweza kusema pale pale, waliochaguliwa ni watu sahihi, kwa sababu ni watu wa mchezo, wanaweza kutambua mchezo. Serikali haikukosea. Kwa sababu mm. mimi kama ni mtu wa farma ukanieta kwenye chaneli za TV nita, nita vuruga, kwa sababu sijui A to Z. Lakini waliyompeleka pale ni mtu sahihi, yuko industry ya hiyo production. Kuna siku yoyote unatamani mbali na kuwa na udhamini wa kiafya siku moja kuwa na pambano na tukaona Robby One Pharmacy mnakuwa wadhamini wa kuwa hilo pambano? Kwa kuwa tunaupenda mchezo tulianza kwenye udhamini wa afya, lakini sasa hivi tumefungua kampuni ya Robby One Promotion. Wow. Ambayo tunataka kuwa tuna manage mabondia mm-hmm. Alafu tunaandaa matamasha makubwa ya michezo ya boxing Oh. Mm -hmm. Kampuni tayari imeshaanza au ndio mnaendelea na? Ndio process inaendelea lakini, tuko hatua za mwisho. Mko hatua za mwisho. Mm -hmm. Ila leseni tushapata ila kitu kikosa. I see. Nice. ukiwa mm. E, unataka kuingia kuwa promoter, Tutegemea kitu gani Robi, kutoka kwenye eh wa mapromoter wengine tumekuwa tukiona wakifanya vizuri. Wao wamekuja na kipya gani? Kipya ambacho nimekuja nacho ni kuungana na mapromota wenzangu, kwa kisha tunatengeneza sera ya kuandaliwa uwanja, pengine tukaenda kwa mheshimiwa rais, kwa waziri wa michezo, tukampelekea proposal ya kututengenezea uwanja wa wa boxing, kwa sababu ukiangalia sehemu ambayo tunafanyaga michezo ya ngumi hmm. Sio viwanja special vya michezo ya ngumi, kwa hiyo tunaweza tukali peleka ombi letu kwa mheshimiwa rais tukamwomba mm, katengenezea uwanja wa ngumi, kwa sababu sasa hivi naona mheshimiwa rais ameweza kuingia kwenye boxing, imeanza kumkolea na yeye ameweza kupenda ehe, ameanza kuwa support vijana, ameanza kujua kwamba na mama yupo huko nyuma yetu anatuangalia sisi. Tunataka tuki tutaitisha waandishi wa habari wote na tutaitisha mapromota wote na tutawalika baadhi ya wageni kwa ajili ya kufungua rasmi kwa ajili ya kutambulisha hiyo promotion yetu. Mm. Na ndio tutaleta sera zetu mbele zenu kuhakikisha tunaleta. kuna vitu vingi vya kufanya pale, kuna maboresho ambayo tukiungana na mapromota, kwa sababu ukiangalia sasa hivi bondia akiwa akiumia anakuja huko anapata matibabu, lakini tunatamani mtaleta hiyo proposal mbele yenu kuhakikisha kila kila bondia hawe na bima ya afya okay, tutengeneze mfumo wa bondia kuwa na bima ya afya. Tumuombe mheshimiwa mm. waziri wa michezo mm, tumuombe mheshimiwa rais Tumuombe kiongozi yoyote yule ambaye anaweza kutusaidia tukafika mahali, mimi nakuwa naweza, akawa mstari wa mbele kuhakikisha naongoza mapromota wenzangu kuhakikisha wale vijana wapata njia kufikia kwenye upande wa, wa bima ya afya, kwa sababu kuna maisha baada kwa ya mchezo, na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini ukiwa na bima yako, lolote linalotokea okay, basi. Kwa hiyo tuna mipango mizuri baada ya kuwa tumejiunga na wenzetu tuna mipango mizuri ya kutengeneza juu ya mabondia kwa kisha ngumi zinaenda mbele zaidi ya pale zilipo. Itakwenda kwa jina gani? Itaenda kwa Robby One promotion, okay. mdia, mdia. Mle, mle. Mle, mle, kwa miaka mitano ya hivi karibuni ambayo imepita kwako wewe we, kwa sababu umetwambia ni miaka ishirini iliyopita uko na zaidi tangu umeingia kwenye ngumi, lakini nataka miaka mitano hii iliyopita, ni bondia gani kwako amekuwa mzuri zaidi na ni kwa nini? Mm, nasema ni kwa nini, kuna bondia ambaye anaweza kawa afahamiki lakini ukaja kumuona mara moja mara mbili akawa ni analeta changamoto kwa bondia wengine, ndio kwa sababu sisi tunajua fulani ndo bondia namba moja, fulani ndo bondia namba mbili, fulani ndo bondia namba, namba tatu. Lakini anaweza kumsemea mtu mmoja anaitwa anaitwa Saidi Bwanga, Saidi Bwanga ameweza kuita chachu katika mchezo wa boxing. mara ya kwanza nimeona nimeona nimeona nimeona ni Man City oh. ilikuwa mm. E eh, ni Man City. Alichezeshwa wana kina Eneo, alicheza pale lakini alionyesha utofauti wa mchezo. Watu wakajiuliza huyu kijana katoka wapi? Mm. Ndio kumbe ya kwanza. Lakini akaja akacheza mchezo wa juzi hapo. Nimeona alichofanya kwa kweli ameonyesha mchezo wa tofauti. Ingawa licha naye anasema alikuwa na injury kidogo lakini ameonyesha yani, katika mechi iliyochezwa juzi, ameja sehemu ya alichezesha juzi hapo Leaders Club. Ndio. Ile mechi ilikuwa ni babu kubwa. He, mechi ilikuwa ni babu kubwa, kwa sababu huyo kijana anaweza kumuongelea vizuri, kwa sababu anaonyesha utofauti wa na, na, anaonyesha anaona ana, ana, bidii ya kufanya mbele, sio miaka mitano zaidi na zaidi, anaweza kwenda mbali zaidi. Hata ukiwa unaongea naye hata kucheza, unamwona kwamba ana vision ya kufika mbali sana, vision ya kufika mbali. Kwa hiyo naambia mapromota ambao wametangulia eh, waweze kuangalia vijana ambao wanaweza kufika mbali, wafikishe mbali zaidi, kuwatoa Tanzania kuwapeleka mbali zaidi. Wakati unakwenda kuanzisha promotion yako eh, Robby One promotion ni vigezo gani unategemea kuvitumia kwa kuwapata hao mabondia uh, labda naweza katoa hii siri kwa sababu umeniuliza. Ni, ni, ni kwamba Robby One promotion imejipanga kutafuta. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, tushaanza kwenda mikoa mikoani kuangalia vipaji. Unajua, boxing imekuwa sana Dar es Salaam, mikoani wanapenda, wanatafuta, wanatupiga na simu na nini lakini bado hatujapata mtu wa kufika kule kuangalia ni nani anaweza kachuana fulani akawa mm, zaidi ya fulani wa kuja si. Nao ni kuhakikisha kila mkoa tunatafuta vipaji vipya, majina mapya, kuhakikisha tunaweza kukutana na watu wa Dar es Salaam. Hicho nahisi ndio kitakuwa kitu bora kwetu, na ndio kitakuwa kitawafanya Watanzania kujua kwamba Robby One promotion wamekuja kivingine kitanzania zaidi, zaidi. Ni bondia gani ambaye kwako, ama mabondia kama watatu hivi tupe, ambao unasema hawa, ninapoanza rasmi Robby One promotion, lazima nianze nao. Na kwa mabondia wako wengi wazuri na, na, na, na, na wako wengi wazuri ambao naona ni wazuri oh. Lakini tukishakuwa tushafanya chokochoko kule, tushawatafuta kule, tushawaleta hapa hey. Tutaangalia hey, wa hapa na kule ni nani zaidi hapa, zaidi, kati ya mkoani na hapa Dar es Salaam, Robby tukiweka kidogo Eh, kando eh, mambo haya ya masumbwi eh, wewe ni mchezo gani mwingine ambao unaupenda? Uh, mimi ukitoka kwenye boxing. Boxing mimi na namba moja, lakini utaneta kwenye football, kwenye mpira wa mguu mimi bwana, kule nako nipo vizuri sana. wewe ni shabiki wa Yanga? dam dam, hmm? dam dam bila kupepesa macho. bila kupepesa macho, msimu ulipita elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano nimetoa ndoo zote za haya mashindano ya ndani. Msimu huu unauonaje? Usajili tayari ligi imeanza, usajili ni mzuri na, na, na manara chai kusema kama sikusema ni manara akasema, tunasajili nyie, mnasoma magazeti mnafanya nini? Sasa isije ikawa siku ya siku baadaye tukaanza kukimbiana. Kuna Yanga ametoa jezi moja imeandikwa ile, ile jezi ya Arsenal omeloma nahiyotkiuauusome awawai kaea hapa. Mimi na kama mtu amekosea labda asubiri kidogo, mm-hmm. Lakini kwa Young Africans kichapo kiko pale pale kwa timu zote Tanzania. Robi, mimi ni kushukuru sana na niendelee kukupongeza pia kwa kuendelea kufanya e, mambo mazuri na makubwa ndani ya michezo yetu, kwa sababu tunatamani kuona watu kama ninyi ambao mnaendelea kuwekeza e, kwenye michezo ili michezo yetu yote kwa ujumla iweze kusonga mbele. Asante sana. Alikuwa ni Robby One, muite hivyo kama ambavyo wengi mezoea kumwita ma Robby Pharmacy, lakini majina yake yeye ni Robert Mchunguzi, ndugu eh, yangu huyu. Kwa hiyo eh, umeona ambayo ametueleza kuhusiana na swala zima la afya na jinsi gani ambavyo amekuwa akifanya na mabondia. Haya yote unayapata ndani ya exclusive na beautiful kanigo. Rosemary, rosemery of Karungira, asante.